Imani za kishirikina yaani, kwenye maeneo yetu haya kwa sababu ya utamaduni tuliozoea, inaonekana kama ni kitu cha kawaida watu kutumiana mambo ya, ya ushirikina. Sasa vijana ndio huaga wana tabia kusema huyu ni nani ni mchawi, au kama sio kijana, inawezekana familia iliyopo jirani, kwa maana ya pale pale kwenye familia ndani, au vijana wa jirani wa karibu, kwamba huyu inawezekana ni mchawi, mwisho unaamua kwenda kumkata nini panga, si ndio? Sasa niwaambie, sisi kama jeshi la polisi, hilo jambo hatutalivumilia, na tukikubaini, tukikubaini wewe ni fulani, ulihusika, mimi niwaambie, sheria inakuhusu, yaani jela inakuhusu, kifungo cha maisha. Sawa. Kwa wenye viti, atakapokuja haya mambo kwenye maeneo yenu, nyinyi msiyadharau, yachukuleni hatua. Kwa hivyo, imani za kishirikina tuachane nazo, lakini hapo hapo kuna mauaji ya vikongwe, mauaji ya vikongwe kutokana na hizo imani mama fulani bibi fulani anaenda anakatwa mapanga, hilo hatulitaki, na hilo mimi na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza hatutaki tulisikie litokee hata siku moja, kwa sababu mtu akikatwa na mapanga si tunafahamu? Yani tunawakamata wote. Kwa hivyo hilo swala la mauaji ya, ya vikongwe halitakiwi, na mtakapoona labda nyinyi mmeshindwa, tupeni taarifa sisi polisi. Akifariki mtu anapata mtu aliyemuua lakini kufa kupo kwa kila wakati, na mimi yani ni njia ya kila binadamu kwa kweli. Mimi nilikuwa naomba hilo kwenye kijiji chetu tuliondoe, na mchawi hatumjui naonekani alipo. Nani anayemjua mchawi? Hakuna anayemjua mchawi hapo, kwa kweli na mimi linaniuzi